Watu wengi walimdharau kwa mwonekano wake. Alikuwa na mkono mkubwa wa ajabu, wengine walimwogopa, wanawake walimkataa nakupenda sana, huo ndo ukweli. We, niondolee mikosi hapa ili likakaa vipi. Lakini hakuna kilichopo duniani bila sababu. Yeye ndo akawa mtetezi wa mtaa kwa kusaidia watu wasiibiwe. Kutoka kudharauliwa mpaka Uyo kuwa shujaa wa taifa zima, huyu ni mwanaume wa kweli ni fahari ya Tanzania. Karibu katika hadithi ya Dani, hadithi itakayokugusa moyo wako kweli kweli, hasa katika tukio la dakika ya kumi na mbili. Usiache kuitizama mpaka mwisho. Kabla ya kuanza hadithi hii, niandikia unatizama ukiwa wapi na nini maoni yako. Kabla ya kupoteza muda, tuanze. Usiku ulikuwa mtulivu, lakini mitaa ya uswahilini Dar es Salaam haikuwahi kukosa kelele za maisha, sauti za watoto wakicheza, wauzaji wakifunga vibanda vyao na mabati yakitikisika kwa upepo wa bahari. Katika mtaa wa Kigogo, kijana mmoja aitwaye Dani alitembea polepole pembeni ya barabara, macho yake yakiwa yamejaa huzuni isiyo na kifani. Alizaliwa tofauti, mkono wake wa kushoto ulizidi urefu wa kawaida ukigusa karibu na kifundo cha mguu wake. Ingawa haukuwa mlemavu, watu walikuwa hawamwachi awe na amani, walimcheka, walimkejeli na kumtenga kama mkosa aliyezaliwa kwa bahati mbaya. Tazameni Dani yule wa mkono wa kufagia barabara. Vijana wa mtaa waliwahi kumcheka kila mara alipopita. Alitamani kupuuza lakini maneno yao yalichoma nafsi yake kama moto. Wazazi wake walishafariki miaka michache nyuma, hivyo alikuwa akijitafutia riziki kwa kutengeneza vifaa vidogo vya umeme, lakini hata wateja wengi walimkwepa. Siku hiyo alisimama katikati ya barabara akitazama giza lililokuwa linaingia. Alijua dunia haikumpenda, lakini pia hakujua kuwa dunia hiyo hiyo ingerudi baadaye kuweka jina lake kwenye midomo ya watu. Dani alikuwa na siri aliyoiweka moyoni muda mrefu. Alikuwa akimpenda Kesia, msichana mweusi mwenye tabasamu la kupendeza aliyekuwa anaishi nyumba mbili kutoka kwake. Alimpenda kimya kimya, labda kwa sababu aliogopa kukataliwa hadharani. Lakini siku moja aliamua kujaribu. Akiwa kashika simu aliyokuwa ameirekebisha mwenyewe, aliamua kumpa kama zawadi. Kesia, nimekutengenezea hii simu, ni ya bure tu, alisema kwa upole. Kesia alimtazama juu chini, akigongesha uso kwa dharau. Dani, sijasahau unavyopigiwa kelele hapa mtaa mzima. Mimi siwezi kutoka na mtu mwenye mkono kama huu, mkono wa namna hii, hapana. Kwa kweli, naomba unitue, unikome, na leo ninahisi ushanitia nuksi, wacha nikaoge mimi, sio wa kutoka na mtu aina yako. Alionyesha kwa vidole kana kwamba anagusa kitu kichafu, kisha akaenda zake akicheka na marafiki zake. Kicheko hicho kilimbana masikioni zaidi ya maneno. Huo ulikuwa usiku ambao Dani alijifungia ndani na kulia kimya kimya lakini ndani ya uchungu wake alijua hawezi kukata tamaa. Ndani yake kulikuwa na kitu kingine, nguvu ya kutaka kuthibitisha thamani yake. Siku moja, wakati Dani ametulia katika sehemu ndogo aliyoiita karakana, aligundua kitu cha ajabu. Alipochoka na kuketi huku mkono wake mrefu umelala juu ya mbao, alihisi mtetemo mdogo ndani yake, kama mishipa yake inawasha nguvu mpya. Alipojaribu kunyoosha mkono, aligundua kitu zaidi: mkono wake ulikuwa na nguvu kubwa isiyo ya kawaida aliweza kuinua chuma kizito ambacho siku zote kilikuwa kikimshinda. Alishtuka, akabaki kimya akitetemeka, lakini ndani yake nuru ikawaka. Labda, labda huu mkono ndiyo baraka yangu, alijiambia. Akaanza kufanya mazoezi usiku kucha, akiinua mizigo, akijaribu nguvu zake mpya. Alipochoka alijilaza chini, lakini kwa mara ya kwanza katika maisha yake alihisi wimbi la matumaini likikaa ndani yake. Hakuwa tena Dani anayedharauliwa tu. Kulikuwa na kitu kikubwa kinakuja. Wiki iliyofuata watu wa mtaa walikusanyika kwa mshangao. Dani alimsaidia mama mmoja aliyekuwa ameshindwa kusukuma gari lake lililokwama kwenye mchanga. Kwa juhudi moja ya mkono wake mrefu wenye nguvu isiyo ya kawaida, alilisukuma gari hilo hadi likapaki vizuri. Watu walibaki midomo wazi. Huyo si Dani yule wa mkono mrefu? Hapana, inawezekana vipi asukume gari peke yake? Labda kuna watu wamemsaidia nyuma, lakini hapakuwa na mtu. Tangu siku hiyo kila mtu alianza kumtizama kwa jicho la pili. Kusema ukweli, wengine waliogopa, wengine walishangaa, wengine walikaa mbali kwa wasiwasi. Lakini kilichokuja kilikuwa kizito kuliko yote. Mtaa wa Kigogo ulipata shida kubwa. Mabanda ya biashara yalikuwa yakiibwa usiku na watu hawakujua ni nani. Polisi hawakuwa wakifika haraka, na wezi walizidi kuwa majasiri. Usiku mmoja Dani alipokuwa amerudi kutoka karakana aliwasikia watu wakipiga kelele, "Wanaiba! wamechukua mizigo ya mama Manka!" Dani hakufikiri mara mbili, alikimbia kuelekea kwenye kelele hizo, akawaona wezi watatu wakijaribu kutoroka na mabegi. Bila kusita, aliutumia mkono wake mrefu kuwakamata wawili kwa kasi ya ajabu. Wakazi wa mtaa walishangaa kuona kijana waliyekuwa wakimcheka ndiye aliyewaokoa. "Dani, umetuokoa, wewe sio wa kawaida kabisa!" macho ya watu yalimwangalia kwa heshima ya ajabu na kwa mara ya kwanza Dani alihisi kitu ambacho hajawahi kukipata maishani, watu kumuona wa thamani. Lakini hii ilikuwa tu mwanzo, mbele kulikuwa na safari ya kuwa shujaa tajiri na kutendewa kama mtu aliyeshindikana. Habari ya kitendo cha Dani cha kuwanasa wale wezi ilienea mtaa mzima kama upepo wa masika. Kila kona ya Kigogo watu walikuwa wakizungumza, Dani si wa kubeza tena, kumbe ile mikono yake ina maana kubwa, labda Mungu amempa kipawa maalum. Wazee wa mtaa walimwita wakampongeza, wakamshika mkono wa kawaida, wakamwambia usibweteke kijana, kipaji chako bado hakijaonekana kamili. Lakini si kila mtu alifurahia. Kulikuwapo na watu wachache waliokuwa hawapendi kuona Dani akiheshimiwa, waliokuwa wakichochea dharau, waliokuwa wakipenda drama na umbea. Kijana mmoja alisimama kibandani na kusema huyo Dani mnaimsifia leo ni kusukuma gari, kesho atatufanyia nini? Tusimsifie saba, ujeuri unaweza kumwingia maneno haya yaliwasha moto wa mashaka kwa baadhi ya watu. Dani akawa anaheshimiwa na kuchungwa kwa macho mawili, moja la hofu, moja la shukrani. Lakini ndani ya moyo wake Dani hakujua kama dunia ilikuwa bado iko tayari kwa mabadiliko makubwa yake. Usiku mmoja Dani akiwa karakana kwake, alijaribu tena mazoezi yake, lakini safari hii kitu kipya kilitokea. Alipojaribu kuvuta bati kubwa, mkono wake mrefu uliangaza mwanga hafifu wa bluu, kisha ukaongezeka nguvu ghafla. Alishangaa, akashtuka, akapumua kwa nguvu. Kwa nini unaongezeka nguvu kila siku? aliwaza huku akitazama mkono wake wa ajabu. Alipojaribu kupiga ukuta kwa pigo dogo tu, ukuta ulipasuka. Mkono ule ule ambao watu walimcheka kwa miaka mingi sasa ulikuwa na nguvu za kushangaza, nguvu ambazo hazikuweza kufichika tena. Akiwa amezungukwa na mipira, nyaya na vifaa vya umeme, Dani aliamua kufanya kitu ambacho kingebadilisha maisha yake. Alitengeneza vazi la kijanja kama glavu nzito ya chuma laini yenye sensa na kamba za kuzuia nguvu zisilipuke bila kudhibitiwa. Aliitazama kwa muda mrefu. Hii itakuwa ya kwanza tu, safari yangu inaanza hapa. Lakini hakujua kwamba watu wengine pia walikuwa wanamfuatilia. Siku iliyofuata, majira ya saa tatu usiku, mtaa wa Kigogo ulishambuliwa na kundi kubwa la wahalifu waliokuwa wakitafuta fedha na bidhaa za wafanyabiashara. Sauti za makelele na vilio zilisikika. Ah, wanatuibia tena! Kimbieni, wanatumia bunduki! Watu walijifungia ndani ya nyumba zao, hakuna aliyekuwa jasiri wa kutoka nje. Lakini kwa upande mwingine wa mtaa, Dani alisikiliza makelele hayo akiwa ndani ya karakana yake. Akasimama polepole, akavaa ile glavu aliyoitengeneza, akavuta pumzi ndefu na kusema, leo sitakimbia, leo nitasimama. Alikimbia barabarani kwa kasi ambayo hata yeye mwenyewe aliishangaa. Alipofika alimwona mzee mmoja akianguka chini huku jambazi akimvuta begi lake. Dani aliinua mkono wake mrefu akapiga ngumi moja hewani. Ngumi hiyo ilivuma kama upepo mkali, ikamfanya jambazi arushwe nyuma kama karatasi. Wahalifu wengine waligeuka haraka. Huyo ndiye Dani yule wanaomsifiaga, yule wa mkono mrefu? Haiwezekani! Lakini ilikuwa inawezekana. Dani aliwakimbiza akawakamata wawili akawadondosha begani akazuia shambulio zima kwa usiku mmoja tu. Mtaa mzima ukawa salama, watu waliomkwepa jana sasa walimuita shujaa. Habari zikaanza kuvuka mtaa na kuingia mitandao: kijana anayetumia mkono wake mrefu kuwaokoa watu, mtu aliyezaliwa tofauti lakini ana nguvu maalum. Vijana wakaanza kumfuata kwa heshima, wanawake wakaanza kumtazama kwa macho ya kupendezwa, na hata wabunge wa eneo nchi walizipongeza jitihada zake lakini mambo makubwa zaidi yalikuja pale kampuni moja ya kiusalama ilipomfikia. Tunasikia unaweza kufanya kazi za nguvu za hatari na za ulinzi, tunahitaji mtu kama wewe kwenye mradi wetu, meneja alimwambia. Walimpa mkataba wa muda wakampa mafunzo maalum ya kujilinda, matumizi ya vifaa na mbinu za uokoaji. Haikuchukua muda Dani kuwa mmoja wa watu wanaolipwa vizuri zaidi katika kampuni hiyo. Ghafla maisha yake akabadilika, akaanza kupata pesa nzuri akaweka akiba akaanza kuboresha karakana yake, akaanza kujenga nyumba ya kisasa kwa mama yake, ambaye alifariki bila kuona mafanikio yake. Lakini pamoja na hayo yote, bado hakusahau dharau na majeraha ya zamani. Siku moja jioni, Dani akiwa ametoka kazini, alimkuta kesi ya yule msichana aliyewahi kumkataa hadharani, amesimama nje ya karakana yake. Safari hii hakuwa na dharau, bali alionekana hajiamini, mwenye aibu fulani. Dani pole, najua siku zile nilikukosea, na sasa naona kila mtu anakuheshimu Nimekuja kuomba radhi ningependa... Dani alimkatisha kwa sauti tulivu lakini yenye uzito, Kesia, siwezi kusahau ulivyoniangalia kama kitu kisichostahili kupendwa. Maisha yamenifunza kwamba thamani ya mtu haitokani na sura, umbo au mkono mrefu, inatoka moyoni. Kesia alishusha macho. Ila tunaweza kuwa marafiki? aliuliza kwa sauti ya upole. Dani alifikiria kidogo, lakini ndani yake alijua jambo moja safari yake bado haijaisha. Thamani yake haikuwa kwa mwanamke aliyemkataa bali kwa dunia aliyokuja kuitumikia. Alimtizama kidogo na kusema, labda, lakini si sasa. Mtaa wote ulijua Dani hakuwa tena yule kijana aliyedharauliwa. Alikuwa anapanda juu haraka kuliko watu walivyodhani, lakini mbele kulikuwa na mambo makubwa zaidi, makubwa kuliko shambulio la mtaa au dharau za binadamu. Baada ya Dani kujulikana kama shujaa wa mtaa kampuni nyingi za ulinzi na uokoaji zilianza kumtaka, lakini wakati huo huo, kundi la kihalifu linalojiita Jino la Usiku, tunang'ata kama hatung'ati tena, lilianza kuingia mitaa ya Dar es Salaam. Lilijulikana kwa ujanja, uhalifu wa kitaalamu na kutumia silaha za hali ya juu. Walipoona habari za kijana mwenye mkono mrefu aliyekuwa akiokoa mitaa, viongozi wao hawakufurahia. Huyo kijana atakuwa kikwazo, alisema mkuu wao aitwaye Mzee Tambwe, mwanaume mwenye tabasamu la hatari. Walituma watu kumtazama Dani kuchunguza uwezo wake na kupanga siku ya kumshambulia. Siku moja, Dani aliporudi nyumbani, alikuta karakana yake imevunjwa na vitu vyake vya kazi vimeporwa. Ilikuwa ni alama ya onyo. Aliketi chini akiugulia kwa uchungu. Hawa watu hawajaamua tu kunitisha, wanataka nibaki chini. Hawajui niliishi kwenye dharau miaka yote, sitarudi nyuma. Ndani ya macho yake mwanga wa ujasiri uliwaka. Kampuni iliyokuwa ikimlipa Alpha Rescue Iliona madhara hayo na kuamua kumwandaa kwa vita kubwa zaidi. Dani akaanza mafunzo magumu kuliko yote aliyowahi kupitia: mazoezi ya nguvu usiku na mchana, mbinu za kujilinda dhidi ya silaha, stamina na kasi, kufundishwa kutumia akili kuliko nguvu pekee. Lakini kitu cha ajabu kilitokea wakati wa mazoezi, mkono wake mrefu ulianza kubadilika ulikuwa ukipata uwezo wa kukaza kurefuka kidogo akipenda, na hata kugeuka kuwa mgumu kama chuma. Kocha wake alishindwa kuamini macho yake. Dani, hiki si kipaji cha kawaida, huu ni uwezo wa kipekee ambao watu kama sisi hatuwezi kuuamini tu. Hujazaliwa kwa bahati mbaya, hujazaliwa kwa bahati mbaya hata kidogo. Dani akatabasamu kidogo, nilizaliwa tofauti, sasa nataka kuwa na maana. Usiku wa Jumamosi, jino la usiku lilivamia maduka ya Kariakoo kwa nguvu kubwa, wakapora mamilioni ya pesa, simu na bidhaa. Watu wakapiga kelele, polisi wakachelewa kama kawaida, lakini mtu mmoja alimpigia simu Dani akiwa nyumbani. Tunahitaji msaada wako wako Kariakoo, tahadhari ni wengi. Dani bila kusita, alivaa glavu yake maalumu, akavisha vazi la ulinzi aliyotengeza mwenyewe, kisha akakimbia kuelekea eneo la tukio. Alipofika alikuta watu wakipiga yowe, magari yakivunjwa, na kundi la wahalifu likiwa na silaha nzito. Dani akasimama katikati ya barabara kama alivyozoea zamani, lakini safari hii akiwa shujaa kamili. Simameni! aliamuru kwa sauti nzito. Wahalifu walicheka. Huyo ndiye Dani wa mkono mmoja mrefu, leo tutaunyosha hadi uvunjike. Walimshambulia, risasi zilifyatuliwa. Lakini Dani alichukua hatua za kasi, akatumia mkono wake mrefu kupeperusha risasi, akawakamata watatu kwa mpigo mmoja, akawarusha mbali. Mzee Tambwe mwenyewe akatokea, akamvamia Dani kwa panga lililong'aa. Lakini Dani akakutana naye uso kwa uso. Unataka nini na watu wangu? Dani aliuliza. Tambwe alitabasamu kwa kejeli. Hatutaki watu kama wewe. Mamilioni ya watu wanatupa faida kwa uoga wao. Ukiwaokoa sisi tunapoteza pakula. Hapo ndipo Dani alipohisi hasira ya haki, akaamua kumaliza mapambano hayo kwa ngumi moja, ngumi yenye nguvu iliyomrusha Tambwe mbali na kumwangusha. Wahalifu wakaacha kupigana, wakatoroka. Kariakoo ikawa salama na jina la Dani likawa la kutumikiwa na mji mzima, si mtaa tu. Baada ya tukio hilo, maisha ya Dani yakabadilika kabisa. Alipandishwa cheo Alpha Rescue. akapewa mshahara mkubwa vyombo vya habari vikaanza kumfuata, mashirika ya kimataifa yakataka kumsajili. Alifungua taasisi ndogo ya kufundisha vijana ujasiri na matumizi ya teknolojia. Alipewa nafasi ya kuzungumza kwenye jukwaa kubwa mbele ya maelfu ya vijana. Tulivyozaliwa si kosa, tofauti zako ni silaha, siyo laana. Nilidharauliwa, nilikataliwa, lakini sikuacha kuamini kuwa nina thamani. Kisha akawakumbusha hadhara mtu aliyekataa kukupenda leo si sababu ya wewe kushindwa kesho. Kesi aliyekuwa sehemu ya hadhira alibaki akitazama chini kwa aibu, huku machozi yakimwagika. Miezi michache baadaye, serikali ilimtunuku tuzo ya ushujaa wa taifa kwa mchango wake katika kuokoa watu na kupambana na makundi hatari. Dani akasimama jukwaani akiwa na suti nzuri, mkono wake mrefu ukiwa umevikwa glavu ya dhahabu aliyokabidhiwa maalum kama ishara ya nguvu yake. Watu wa mtaa wa Kigogo waliowahi kumcheka na kumzomea walimshangilia kwa sauti. Dani wetu, shujaa wa mtaa, umetufanya tujivunie. Kesia alimsogelea taratibu na kusema, "Dani, sasa nimeona thamani yako. Ningeomba nafasi lakini najua labda nimechelewa." Dani alitabasamu kwa upole akamtazama bila chuki. Kesia, sikuwa na chuki. Nilijifunza kwamba mtu akishapona hapendi kurudi kwenye majeraha ya zamani. Nitakuheshimu, lakini moyo wangu umejaa mambo makubwa." Sasa Kesia alitabasamu kwa uchungu, lakini akaheshimu jibu lake. Dani akaenda mbele ya kamera, akasimama juu ya jukwaa, akainua mkono wake mrefu juu angani kama ishara ya ushindi. Kwa mara ya kwanza maishani, Dani alihisi amefanikiwa kiasi ambacho hata ndoto zake hazikuweza kuelezea. Hakuwa tena yule kijana aliyedharauliwa Kigogo. Alikuwa shujaa, kiongozi na mfano wa kuigwa. Dani wa mkono mrefu aliyebadilisha laana kuwa baraka. Asante sana kwa kufuatilia hadithi hii, niandikie ulichojifunza kwenye komenti. Usisahau kulike na kusubscribe ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Bye bye.